Bwana Yesu apewe sifa. Karibu katika ibada ya asubuhi. Ni imani yangu kwamba Bwana amekulinda na makesha yote ya usiku na umeamka salama. Karibuni watumishi wa Mungu katika ibada hii ya asubuhi. Ni imani yangu kwamba Bwana ameendelea kuwatunza. Hata sasa tunaona mkono wake na huruma zake Mungu zikitulinda na kutuhifadhi. Basi Utumishi wa Mungu, tunaendelea na somo letu la baraka sana lenye kichwa kinachosema Yesu wa huruma, Yesu wa huruma, na tunamshukuru Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi katika matafakari haya ya neno la Mungu toka Jumapili jana asubuhi na jana jioni. Neema yake tu Bwana imeendelea kuwa pamoja nasi katika matafakari haya yote, asubuhi na jioni tumeendelea kuona Neema ya Bwana ikiwa pamoja nasi. Basi nitumie nafasi hii kukualika na wewe ukaribisha wengine. Ndugu jamaa na marafiki, unaweza ukatuma links katika groups zako za familia, groups za kazini, groups za kwenye jamii na mahali pengine ambapo Bwana amekupa neema ya wewe kuwemo. Unaweza ukawakaribisha wawili watatu kuungana pamoja nasi katika tafakari ya ujumbe wa neno la Mungu asubuhi hii ya leo. Karibu karibu, tuungane pamoja katika tafakari ya neno la Mungu asubuhi hii ya leo. Karibu tuwakaribishe watu wawili watatu kabla tujaanza tafakari ya neno la Mungu asubuhi hii ya leo. Amen. Basi bila kupoteza muda, naomba tuendelee na tuna. Kimsingi, kama nilivyotangulia kusema, tuna kichwa cha baraka sana kisema, Yesu wa Huruma, na mstari wetu wa msingi unapatikana katika injili ya Matayo Mtakatifu sura ya kumi na tano ile aya ya thelathini na mbili ambapo Biblia inasema, Yesu akawaonea huruma makutano akasema kwamba sipendi kuwaaga wakiwa wamefunga, sipendi kuwaaga wakiwa wana njaa. Na senario yote ambayo inaelezea hapo kuanzia aya ishirini na tisa inaelezea moyo wa upendo wa Yesu na moyo wa huruma wa Yesu, ambao pamoja na taabu za watu bado aliendelea kuwa baba, aliendelea kuwa mwalimu, aliendelea kuwa kiongozi, na hakupenda kuona watoto wake wanatembea katika taabu na machozi na maangaiko ya kila namna. Furaha ya Bwana ni kuona tunafanya kazi na katika kazi hizo tunafanyikiwa. Furaha ya Bwana ni kuona tunaingia kwenye ndoa na ndoa zetu zinakuwa na amani. Furaha ya Bwana ni kuona tunafanya huduma na huduma hizo zinastawi, jina la Bwana linatukuzwa, mataifa wanahudumiwa. Furaha ya Bwana ni kuona tunafanya biashara na biashara hizo zinakuwa, tutafungua na matawi mengine, tunaongezeka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Furaha ya Bwana ni kuona tunapiga hatua kwenda mbele, lakini Bwana hapendezwi kuona watoto wake wako, wako, wako wamekwama mahali fulani, wamekuwa na mkwamo mahali fulani, wamekuwa na ugumu mahali fulani. Furaha ya Bwana ni kuona tutapiga hatua moja kwenda hatua nyingine, na tukaangalia jinsi ambavyo Mungu hutenda mambo makuu katikati ya watu na hujidhihirisha katika kuwakomboa watoto wake, huruma yake katikati ya maisha ya watoto wake, bila kujali mazingira ambayo wako nayo Bwana, huruma yake ufanye kazi na kila mmoja mmoja kwa kadiri ambavyo amemwamini. Na leo tutasogea mbele kidogo, tutasoma katika injili ya Luka Mtakatifu sura ya kumi na tisa. Kabla hatujaendelea mbele zaidi, basi tuombe, tuliitie jina la Bwana. Bwana awe pamoja nasi katika ibada hii ya asubuhi. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neema yako, tunalitukuza na kulibariki jina lako. Kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu Bwana Mungu umetuamsha. Asante kwa sababu Bwana Mungu umetupa kibali tena cha kuingia hemani mwako. Asante Bwana Yesu kwa sababu unapenda kusema na sisi kila wakati. Bwana unapenda kusema na sisi kabla tujaanza majukumu yetu ya kila siku, kabla tujaingia kwenye ofisi zetu na majukumu mengine ya kibiashara na mambo mengine kadha wa kadha, wewe Mungu umependa kusogeza madhabahuni pako asubuhi ya leo, ili Bwana kile ambacho tumeenda kukianza hapa kikafanyike kuwa neema katika hatua yetu kipekee katika siku hii ya leo. Na sisi tunanyenyekea sana Bwana, ukapate kusema na moyo wangu, ukapate kusema na moyo wa watoto wako na watumishi wako hawa uliokusanya mahali hapa, e Bwana, kwa neema yako Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu Bwana Mungu utatuhudumia. Wewe Mungu unajua shauku ya kila mmoja mmoja wetu, wewe Mungu unajua pia na mahitaji yetu. Basi Bwana, tuko tayari kuhudumiwa na wewe. Mimi mtoto wako niko tayari kuhudumiwa nawe, na wengine Bwana Mungu atakuhudumiwa nawe. Tunakualika Roho Mtakatifu ukaseme pamoja nasi kwa utukufu wa jina lako Yesu, tumeomba nakuamini amen, amen, amen. Basi wapendwa, naomba ufungue pamoja nami Injili ya Mata, Injili ya Luka Mtakatifu, Injili ya Luka Mtakatifu, injili takatifu kama alivyoandika Luka Mtakatifu, Injili ya Kristo kama alivyoandika Luka Mtakatifu, sura ya kumi na tisa kuanzia na aya ya kwanza. Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya kumi na tisa kuanzia aya ya kwanza. Nitawatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Natazama, palikuwa na watu natazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja wa watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiwezi kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa, kwa kuwa atajua, kwa kuwa atakuja kupita njia ile. Naye Yesu alipofika mahali pale, alipatazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka akashuka, akamkaribisha kwa furaha. watu hata watu walipoona, wal, wal, wal, walinung'unika wote wakisema, wakisema ameingia kukaa na mtu mwenye dhambi. Wakasema ameingia kukaa na mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama, nusu ya mali yangu, nusu ya mali yangu ninawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne. Yesu akamwambia leo wokovu Umefika nyumbani humo kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Leo wokovu umefika nyumbani humo kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa sababu mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Watoto wa Mungu na watumishi wa Mungu. Habari hii siyo habari ngeni kwenye masikio yetu wala kwenye mafundisho ambayo tumesikia. Mengine tumesikia toka tukiwa Sunday school. Habari za Zakayo ni habari ambayo tumeisikia kwa muda mrefu, lakini wapendwa, kitu ambacho napenda kutafakarisha asubuhi ya leo ni ile huruma ya Yesu ambayo katika hiyo haikujali mazingira ambayo Zakayo yuko nayo, haikujali mazingira ambayo jamii itasema, haikujali mazingira ambayo Zakayo alikuwa ameyafanya wala atayafanya, lakini huruma ya Yesu napenda huu mstari wa kumi ambao anasema hivi, anasema kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Na mstari wa tisa anasema Yesu akamwambia, wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Wapendwa watu wa Mungu, mara nyingine kweli jamii inaweza tukatuona tu watu wenye dhambi, inaweza katuona tu watu wadhalimu, inaweza katuona tu watu wasiofaa, watu wasio haki, inaweza katuona watu wa namna yoyote ambavyo wanaweza kutuona, lakini wapendwa, Biblia inasema wazi na Yesu anasema wazi, leo wokovu umefika nyumbani humu kwa sababu pia sisi ni wazao wa Ibrahimu zile neema na baraka ambazo Ibrahim babu yetu alikuwa amewekewa baraka hizo, kwamba katika kustawi utastawi, katika kubarikiwa utabarikiwa, katika kuongezeka utaongezeka, utaongezeka shambani utaongezeka na mijini, wazao wako wataongezeka, utakuwa na uzao mkubwa, utakuwa na mali mengi. Hizo baraka zote ambazo Bwana alikuwa amemwahidia Ibrahim na uzao wake, wapendwa, ahadi hizo zinatuhusu hata, hata hivi leo. Na Yesu alipoangalia maisha ya Zakayo akaona mbona kama maisha ya Zakayo ni tofauti. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, pengine Mungu alimbariki kazi hiyo njema, lakini kwa sababu ya kazi hiyo bado aliendelea kufanya ubadhilifu. Alianza kwa, kwa dhulumu na watu, akaanza kuongeza na kodi, akaanza kufanya na mambo ambayo hayakupendeza, na jamii ikamuona ni mtu mwenye dhambi, kwa sababu alienda kunyang'anya hata kile kidogo kidogo kwa wale watu waliofanya, akaenda kudai kikubwa kati ya kidogo ambacho anakipata. Kwa hiyo jamii ilikuwa inamuona ni mtu mtaabishaji, jamii ilikuwa inamuona ni mtu asiyefaa, ilikuwa inamuona ni mtu asiyekuwa na nidhamu. Lakini huruma ya Yesu, huruma ya Yesu wapendwa, huruma ya Yesu bado ilimtafuta Zakayo, na hata alipofika, alipopita Yeriko, anasema alipita katikati. Wapendwa, na shabaha ya Yesu haikuwa inamtafuta mtu mwingine, ila kondoo wa nyumba ya Ibrahim yule aliyepotea, ila kondoo wa nyumba ya Israeli yule aliyepotea. Na huruma hiyo wapendwa, ndio hiyo inayotutafuta mimi, inayokutafuta wewe hivi leo asubuhi. sio furaha ya Bwana wapendwa, kuona watoto wake wanaendelea kuishi katika maisha ya dhuluma, maisha ya mahangaiko, maisha ya ma, mapigano, maisha ya ku, maisha ya kusema vibaya, maisha ya kufanya vibaya. Furaha ya Bwana ni kuona kazi zetu zinabarikiwa na yeye mwenyewe Mungu. Furaha ya Bwana ni kuona kazi zetu zinastawi, zina ushuhuda mbele za jamii na hata pale Yesu anaposema akakuwa katika kicho na kimo akiwapendeza Mungu na wanadamu. Furaha ya Bwana ni kuona watoto wake tulioitwa kwa jina lake tunampendeza Mungu na wanadamu, watumishi wa Mungu. Zakayo alitafakari moyoni mwake, alisikia habari za Yesu kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya anasaidia watu, anafungua vifungo. Na pengine Zakayo alijaribu kwa namna yake, au alijaribu kwa akili zake, au alijaribu kwa nguvu zake, kwamba kuacha hii habari ya wizi kuacha hii habari ya dhambi kuacha hii habari ya dhuluma asiweze kwa akili yake, na ndipo Biblia inasema pamoja na utajiri wake, lakini Zakayo alitafuta sana kumwona Yesu kwamba Yesu ni mtu wa namna gani, na ndipo alipopata neema kusikia kwamba Yesu anapita Yeriko, anapita mahali fulani ambapo Zakayo alikuwepo. Anasema alipambana sana kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Wapendwa, neema ya Yesu ipo katikati ya maisha yetu hata sasa. Sisi tulipopata neema tofauti na ya Zakayo, Zakayo ilikuwa ni ngumu kumwona Yesu, lakini lakini wapendwa, Yesu anajidhihirisha waziwazi kwenye maisha yetu hata sasa, katika mazingira tofauti tofauti, kwenye mazingira ya kazi, mazingira ya familia, Yesu anajidhihirisha. Ni shauku yako tu na jitihada zako za kutafuta kumuona Yesu. Zakayo anasema, mimi nataka kumuona Yesu ni mtu namna gani? kama Yesu ana huruma zake, huruma zake ziko wapi? kama Yesu anasamehe, kusema yake iko wapi? msamaha wake iko wapi? kama Yesu anabariki, basi baraka yake iko wapi? Zakayo anataka kumuona Yesu ni mtu namna gani? Wapendwa, pengine asubuhi ya leo iwe shauku yako, mtoto wa Mungu, kutafuta kumuona Yesu. Yema, Yesu wa huruma, kama Yesu wa baraka, kama Yesu anayeponya, kama Yesu anayesamehe, kama Yesu anayeuisha kwa upya vile vilivyokufa. Biblia inasema Zakayo alijitahidi sana kumwona Yesu, lakini hakuweza kwa sababu ya kimo na umati wa watu ambao ulikuwa ukimzungura ukiwa ukiwa ulikuwa ukimzingira. Yesu alizingirwa na umati mkubwa kila mahali, na pengine kwa sababu ya kimo cha Zakayo, kwa ufupi wake. Na theologically nasema umati wa watu hata sasa bado upo, kwa sababu Yesu demand yake ni kubwa, kila mmoja anatafuta kumuona Yesu, pengine ni mimi ndo na wewe na ulegevu wako, lakini kila mmoja. Wale wa Yunani walisema wazi, wanamwambia Filipo, sisi leo hatuna ajenda nyingine, ajenda yetu tunataka kumuona Yesu. Wapendwa watu wa Mungu, watu wanaomtafuta Yesu wanamuona wanaotafuta kumwona Yesu wanamuona. Tengeneza hiyo shauku mpendwa, kutafuta kumwona Yesu kwenye mazingira ambayo inafanyia kazi, na Bwana atakuhudumia. Hata kuwacha uendelee ku struggle peke yako, hata kuacha kuendelea kutoa machozi peke yako, hata kuendelea uzunike peke yako, uuguze huyo mgonjwa peke yako. Neema ya Bwana ipo hata sasa. Zakayo akasema, nataka nimuone Yesu ni mtu wa namna gani? Alipotafakari sana moyoni mwake, akasema hivi, ni nini ambacho kitanitenga mimi na kumwona Yesu? Nini kitakachonizuia kumwona Yesu? Alipoangalia umati unakuja mbele yake na Yesu amuone, akasema, akazingatia, leo iwe isiwe nataka nimuone Yesu. Hata akakimbia mbele, akapanda juu ya mkuyu, habari hiyo mnafahamu. Na kwa sababu Yesu ni wa huruma, akapita pale pale alipopita, kwa sababu Yesu ni wa huruma wapendwa anapita hapo hapo ambapo sisi tumekaa, wapendwa. Ni vizuri kujua njia za Bwana, ni vizuri kukaa mahali ambapo tunamkaribisha Bwana kwenye maisha yetu. Alivyoangalia ile jitihada, akasema akafika mpaka mahali pale akaangalia juu akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa sababu leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Wapendwa, kama si huruma ya Bwana, pengine Yesu angepita, lakini huruma ya Bwana inamwambia Zakayo, leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Wapendwa, pengine ni maombi yangu kwa Bwana, Bwana ashinde nyumbani mwangu, ashinde moyoni mwangu, ashinde kwenye kazi yangu. Na unajua Yesu akishuka, anashuka na baraka zake, anashuka na muujiza wake, anashuka na wokovu, kwa sababu kile kilichopotea hakika kitapatikana. Hasara iliyosababishwa hakika itaondoka, na faida itapatikana. Magonjwa yaliyotoweka anasema yatatoweka, na na afya njema itapatikana kila kilichozoofishwa kila kitatoweka, na afya itapatikana, na urejesho itapatikana. Neema ya Bwana acha ingilie kati katikati ya maisha yangu leo. Acha Bwana ashinde nyumbani mwangu leo, ashinde kazini mwako leo, ashinde kwenye huduma yako leo. Neema ya Bwana nasema leo, imenipaza kushinda nyumbani mwako. Zakayo shuka upesi, kwa sababu leo imenipaza kushinda. Mimi na wewe, upendwa, ni huruma za Bwana tu. ni huruma huruma huruma za Bwana tu. za za Bwana Bwana Bwana tu tu tu. Angeweza kupita tu, angeweza kusema neno tu na akaondoka zake, lakini anamwambia, anamwambia, Zakayo shuka upesi, kwa sababu leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Wapendwa, Wayahudi hawakufurahi, Wayahudi hawakufurahi, Wayahudi wakazungunika, wakanungunika, wakasema, laiti angejua kwamba anaenda kushinda na mtu mnagani, asingeikubali kuingia hata nyumbani mwake asigekubali kuingia hata nyumbani mwake. Lakini Yesu alitambua wazi kwamba Zakayo ni mtu wa namna gani, alitambua wazi maisha yake ya sirini na ya wazi, alitambua wazi kama ambavyo anaweza kutambua wazi maisha yangu ya sirini na ya wazi. Hatuwezi kujificha mbele ya uso wa Bwana, hatuwezi kujificha mbele ya uso wa Bwana Yesu. wakuangalia manunguniko ambayo watu walimnung'unikia, mstari wa saba watu wanasema, watu wakanung'unika kwa sababu alikuwa ameingia nyumbani kwa mtu mwenye dhambi. Lakini Yesu hakujali, Yesu hakujali akasema, mimi sikuja bali kutafuta kondoo wa nyumba ya Israel aliyepotea, ambaye huyo ni mimi, ambaye huyo ni wewe, ambaye pengine tumetoka mbali na kusudi la Bwana. Tumejitenga mbali na kusudi la Bwana. Tumejitenga mbali hata tumeishi katika maisha ya taabu na mahangaiko ya kila namna. Tumetoka kwenye zile ahadi za Ibrahim, ahadi za baraka, ahadi za kuongezeka. Tumeingia katikati ya mahangaiko ya dunia hii, katika taabu ya dunia hii. Tumesahau shauri la Bwana kwamba Mungu yuko anayeweza, kwamba yuko Mungu anayeponya, kwamba yuko Mungu anayetibu, kwamba hatuko mahali hapo peke yetu. Wapendwa, huruma ya Bwana inakutafuta asubuhi ya leo. Huruma ya Bwana inakutafuta asubuhi hii ya leo. Huruma ya Bwana inakutafuta kwenye mazingira yako hapo hapo. Shuka upesi, kwa sababu neema ya Bwana na huruma za Bwana zinataka kushinda na wewe leo katika mazingira yako. Karibishe Bwana moyoni mwako. Bwana ni mwingi wa huruma, wapendwa, bila kujali wingi wa dhambi dhambi. Biblia inasema wazi, ijapokuwa dhambi zetu japokuwa nyekundu kama damu yeye yeah, anatupenda na, na, na kutuita katika hali hiyo hiyo na anatusafisha nasi tutakuwa weupe kama theluji katika wingi wa dhambi nyingi na machafuko mengi na maisha yasiyofaa huruma ya, ya Bwana inatutafuta wapendwa Yesu ni wa huruma wapendwa Yesu ni wa huruma wapendwa Yesu ni wa huruma wapendwa Yesu ni wa huruma na Bwana ametupa somo hili la baraka sana somo la kimaombi ajenda la kimaombi tutafute huruma za Yesu kwenye yale mambo ambayo pengine umeyafanya peke yako na huoni mpenyo, hauoni breakthrough, hauoni mtoko katika hilo jambo, hauoni mwendelezo katika hilo jambo. Wapendwa, Yesu yuko mahali hapa leo, yuko mahali hapo leo, yuko hapo kwenye mazingira hayo leo. Kama Bwana alifanya kwa Zakayo huyu ambaye jamii ilimkataa, sembuse kwako mpendwa, sembuse kwako mtumishi wa Mungu, sembuse kwako mpendwa, sembuse kwako jamani kama Bwana alifanya kwa Zakayo, kama Bwana alifanya hata kwa wazinzi, kama Bwana alifanya kwa watu wasiofaa, alifanya kwa watu ambao jamii iliwakata kabisa, wengine jamii iliwatega kabisa, lakini bado Bwana alifanya wapendo, anaweza kufanya hata sasa. Huruma ya Bwana ipo hata sasa, ni wewe tu kujiposition na Mungu, kumwambia Mungu niko mahali hapa na kukaribisha ile jitihada yako, ile moyo wako, ile imani yako. Iwe dhahiri mbele za Bwana kujiexpress mbele za Mungu. Mwambie Bwana, Niko tayari. Yesu alipoingia nyumbani kwa Zakayo, Zakayo moyo wake uliugua kwa namna ya siyo ya kawaida, akamwambia Bwana, nusu ya mali yangu nitairudisha, na kama kuna mtu nilimdhulumu nitamrudishia mara nne. Yesu hakuhubiri injili tu, ile kitendo cha Yesu kuingia alifanya marekebisho ndani ya moyo wa Zakayo. Alifanya marekebisho ndani ya mawe wa mtumishi wake aliwe, ile hatia Zakayo aliyoipata Zakayo, akaanza kujihukumu mwenyewe kwamba kataka nitengeneze. Leo ndio siku ya kutengeneza mimi na Bwana. Upendo wa huruma ya Bwana inatuita tutengeneze maisha yetu na yeye. Huruma ya Bwana anasema, Zakayo pamoja na kufanya hivyo bado Zakayo hakupungukiwa pamoja na kutoa nusu ya utajiri wake. Lakini itakufaidia nini mpendwa, kuendelea kubaki hivyo katika mazingira hayo na kukosa ufalme wa Mungu? Huruma ya Bwana inakutafuta, huruma ya Bwana inakutafuta mwanangu, huruma ya Bwana inakutafuta mpendwa wa Mungu. Bwana anatuita, nyenyekee chini ya mkono wake ulio hodari. Ni huruma tu ya Bwana inaweza kutoa mahali fulani, kupeleka hatua nyingine ya imani, mambo ambayo yamekutesa, yamekutaabisha. Peke yako usihangaike peke yako, don't fight alone. Usipambane peke yako. Acha Bwana apambane pamoja nawe. Usipigane katikati ya vita ya Bwana. Katikati ya vita ya Bwana mpendwa, usipigane. Mwache Bwana pigane kwa niaba yako. Mwache Bwana afanye kwa niaba yako. Huruma ya Bwana inaona ile maangaiko yako. Huruma ya Bwana inaona ile taabu yako. Huruma ya Bwana inaona ile shida yako. Huruma ya Bwana inaona, inaona jinsi ambavyo unahangaika na huyo mgonjwa na hayo maradhi kwa namna iliyo yoyote. Huruma ya Bwana inaona mpendwa. Huruma ya Bwana inaona mpendwa. Yesu ni wa huruma, hapendi kuona mtoto wake ukiwa na taabu namna hiyo. Anataka kuingia kati kati ya maisha yako kama ambavyo aliingia kwa Lazaro mtu asiyefaa. Wapendwa, huruma ya Bwana inakutafuta ingie kati kati ya maisha yako hata asubuhi ya leo. Sema, Ee Bwana Yesu, ee Bwana Yesu, nimesikia neno lako kuwa wewe ni Bwana mwenye huruma mwenye huruma. Ee Bwana Yesu, naomba toba na rehema, naomba toba na rehema juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu ya kiroho na ya kimwili. Mara nyingi nimekutenda dhambi, nikapoteza ushuhuda, nikapoteza ushuhuda. Ee Bwana Yesu, naomba unihurumie, ee Bwana Yesu, naomba unihurumie, dhambi yangu hii mbele yangu daima E Bwana Yesu, naomba toba na rehema, unirudishe kwenye kusudi lako, unirudishe kwenye kusudi lako. E Bwana Yesu, nione neema yako katikati ya maisha yangu. Nakukaribisha moyoni mwangu, nakukaribisha maishani mwangu, nakukaribisha kwenye kazi yangu, nakukaribisha kwenye maisha yangu. E Bwana Yesu, wewe haupendi ninavyotembea katika machozi, katika hasara katika dhambi katika maumivu peke yangu. Ee Bwana Yesu, kwa huruma zako na neema yako umenitafuta, nami niko hapa, nami niko hapa. Ee Bwana Yesu, naomba kwa neema yako na huruma zako ziwe katikati ya maisha yangu, katika siku hii ya leo, katika wiki ya leo, katikati ya familia yangu. Naomba Bwana, huruma yako, huruma yako, huruma yako iende pamoja nami katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wewe Bwana mwingi wa huruma ulimwonea huruma Zakayo, ukamrejeshea wokovu wake na baraka yake. Zile baraka za Ibrahim zikaingia nyumbani mwake. Ee Bwana Yesu, nami najitamkia baraka, nami najitamkia neema, nami najitamkia wokovu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kwa damu ya Yesu na kwa damu ya Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi nyingine ambayo bwana unatupa. Asante kwa sababu bwana Mungu naendelea kutuhudumia watoto wako, tunanyenyekea chini ya mkono wako Mungu mwaminifu, rehema e eh Bwana, Bwana neema yako iende pamoja nasi, wewe Mungu ni warehema, ebwana huruma Yesu wewe ni wa huruma, yes, iurumie kanisa lakowadumiawato wako. Wale ambao Mungu anatembea katika vifungo mbalimbali laa za uko laana za familia hata wameshinda, tunanyenyekea hey, nye chini ya mkono Bwana utatufungua utaenda kubariki kazi za mikonoya watoto wako hawa. Wengine wamefanya kazi kwa miaka na miaka, kazi zao Bwana ziakuwa na faida hazijakuwa na tija, hazijakuwa na matokeo. E Bwana, ingilia kati, wahurumie. E Bwana majukumu yao Bwana ni mengi, mambo wanayofanya ni mengi. E Bwana wahurumia, Mungu mwamilifu. We Bwana ulimkaribisha Lazaro moyoni mwako we kwa sababu ya huruma yako. E Bwana lihurumie kanisa lako, ele Bwana lihurumie taifa lako, e Bwana lihurumie taifa lako. E Bwana hudumia huduma zetu, Mfalme wa Amani. katika jina la Yesu tutembee katika nguvu ya ustawi, nguvu ya kimo na kicho, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu wa huruma, tunalitia huruma yako, e Mfalme wa Amani. Asante Bwana Yesu kwa sababu hakika barikia asante Bwana Yesu kwa sababu hakika utatuhudumia katika jina la Yesu. Mara nyingine Bwana tumetembea katika hali ya ubinadamu, tukapoteza ile haki na wewe, tukapoteza ile haki yetu na wewe, mahusiano yetu na wewe yakatengwa mbali. Bwana Yesu, huruma zako tu zituokoe, huruma zako tu zituokoe, huruma zako tu Yesu zituokoe, katika jina la Yesu na kwa damu yako Mwokozi. Asante Baba yetu wa mbinguni kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema. Asante Baba kwa sababu wana fadhili zako ni za milele. Tunalitukuza na kulibariki jina lako Mungu mwaminifu, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mpendwa, uwe na siku njema ya baraka, siku ya mafanikio katika jina la Yesu amen.